Mnataka mimi niwape watu wale walioathirika 2020, naamini wengine hamtaweza kuwasikiliza u. wale, wale walioathirika 2020 mimi naamini 100% kuna watu humu hamtaweza kuwasikiliza. Ukiwasikia waliofanyiwa 2020 watizame leo, watakuwa na wasiwasi kiasi gani eh? Hivi leo tunapozungumza, tumepiga kelele, tumesema kwamba kuna watu tuna orodha no, watu ishirini na moja elfu orodha ambayo tumeiwasilisha serikalini ya watu ambao wamenyimwa Zanaidi. Sasa tunazungumza amani, hiyo amani hiyo itakuwa wapi? Hawa wame tuna watu leo wana vile virisiti vile washakwenda washa, washa, washa kuandikishwa Zanaidi, wapewa virisiti Zanaidi zao zimezuiwa maksudi kwenye jimbo moja tu la Gando watu elfu nne tunawasilisha tuna yes, watu sisi ambao eh, tunawajua kwamba hawa ni wageni, wamekuwa ZanID. Kuna watu wallahi, wamepewa, wameandikishwa leo, wamekwenda kupigwa picha leo, siku ya pili wamepewa ZanID. Tuna ZanID za watu ambazo wanastahiki au wenye virisiti, sijui nini nini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 na unakwenda mwenzako, umefanya juhudi zote zote zote, umemaliza mwisho mtu anakwambia tukae, tuje tugawane majimbo uchaguzi, tuwafanyie watu utapeli. Uchaguzi ndo unaojenga akauntabiliti watu kwai. Mimi sijaumbiwa kwamba niwe <laughs> niwe na nafasi nilokuwa nayo